Kukosa maarifa ya neno la Mungu. Kwa nini watu wengi tunafungwa kirahisi na nguvu za giza? Ni kukosa neno la Mungu, Wakolosai tatu kumi na sita. Kwa nini watu wengi tunafungwa? Ni kwa sababu ya kukosa maarifa. Kitu kingine ambacho kinaweza kukuletea shida sana, namba tatu, kiburi. Kinachokufanya navyomfanya shetani akushughulikie kirahisi ni kiburi. Sema kiburi, kiburi. Matayo nne atatu kumi na moja. Matayo sura ya nne mstari wa tatu na kumi na moja kiburi kiburi kiburi kiburi cha uzima. Matayo sura ya nne mstari ule wa kumi na moja A, Matayo sura ya ngapi? sura ya nne mstari wa tatu na kumi na moja anasemaje? Sema, anasema mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa mwana wa Mungu munguae haya yawe mikate yawe mikate. Naye akajibu akasema akasema, imeandikwa imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, uh -huh. akamweka juu ya kinara cha hekalu akamwambia, akamwambia uh -huh. tukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe uh -huh. chini uh -huh. kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake Namu. na na mikononi mwao watakuchukua Wata usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe, uh -huh. saba yeah. Yesu akamwambia akamwambia, tena imeandikwa imeandikwa, usijaribu Bwana Mungu wako. Aha. kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno mm -hmm. akamnyosha mili akamwonyesha mili zote za ulimwengu mm. na fahari yake, sikiliza, na fahari yake akamwambia akamwambia, haya yote nitakupa nitakupa ukianguka kunisujudia. Aha. Ndipo Yesu alipomwambia alipomwambia nenda zako shetani shetani, kwa maana imeandikwa imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako, uh -huh. umwabudu yeye peke yake uh -huh. kumi na moja. Kisha ibilisi akamwacha akamwacha, akatazama wakaja wakaja malaika wakamtumikia. Angalia, kiburi yoyote inaweza kukupeleka kufa, sema amen. Amen. Kati ya kitu ambacho kimewashusha watu kimewarudisha watu nyuma ni kiburi. Kiburi ndugu Kiburi ni shimo refu lisilokuwa na mwisho, yes, roho ya kiburi, majivuno. Kiburi inaweza kutenganisha na mtu ambaye amebeba mafanikio yako. Kiburi inaweza kugombanisha na mtu ambaye ndio anajua kesho yako. Kiburi, watu wengi wameuawa na roho ya kiburi. Anatafuta, anaenda, nani ameniloga, uchawi. Amna, ah, kumbe kiburi. Kiburi ni shimo refu Kiburi ni sawa na umeondoa nini, mshale kwenye upinde. Roho ya kiburi ni hatari, watu wengi tumeuawa na roho ya kiburi, kwamba unifanye kitu. Akasema ukinitumikia nitakupa fahari zote za dunia. Shetani ana kiburi ajabu sana, anajiinua sana, nina mali zangu utanifanya nini wewe? Ha, siwezi kumwambia mtu wamba. E, ndiyo. Bala, si kanisani, anakuja saa sita kiburi. Kiburi cha uzima. Kwa maana ukimwambia mtu habari za Yesu, twende kanisani, anaambia nikafanya nini kanisani? Kwa sababu kiburi cha uzima haelewi anachofanya. Mapepo anachokifanya cha kwanza wanamuingizia mtu hati ya madai ya kiburi. Mbona huyu ana kiburi huyu? Kwa ya kikujaza roho ya kiburi hata yule ambaye uko tayari kukusaidia akusaidii tena. Moja kati ya kitu ambacho ni kibaya duniani, hata mtoto wako aonyeshe kiburi shuleni, uone, ombea, tumtaki huyo mtoto. Kiburi inaua destiny, inaua kesho. Kiburi inaua baadaye, kiburi inaua watu sahihi, kiburi inaua watu wa amana. Hivo naongea na watu, roho ya kiburi imewatoa watu, imewafanya watu wao watumwa. Leo tunatumikia ja, tunatumika kwa jasho kwa sababu wazazi wetu walifanya kiburi, waliletewa habari njema wakakataa. Leo sisi tunang'ang'ana, tunatumikia vitu, tunatumikia magonjwa kwa sababu ya kiburi cha wazazi, kiburi cha waliopita, kiburi ya mababu kwa mababu. Waliweka mizimu ya miungu, mizimu ya mawe, miti kule nyumbani. Kuna waganga bibi, yeye ndo, yeye ndo yani, yeye ndo yeye ndo ndo daktari wa mtaa Nimesema ni kiburi. Kiburi ni hatari. Siku ukiacha kiburi, siku familia yako ikiacha kiburi, ndoo Mungu anaanza mwanzo mpya. Unashindwa kwa sababu umepata hela, una mtu unamdharau mtueenjo kiburi, fungo vya kiburi, mashtaka ya kiburi, leo nakutoa hapo. Amen. Yesu akutoa hapo. Natamka kama nabii utoka hapo. Sema natoka hapo. Mathayo nani? Utasoma mwenyewe. Nimesema tamaa ya mali. Usitamani mali ya jirani yako. Sema amen. Usitamani. Kama unauza matunda uza. Kama unafanya kitu chochote tunachokifanya fanya wewe, si si si. Una tamaa ndio kinachomba shetani wa halali, akwambia si unataka pesa? Unataka pesa, kama unataka pesa basi ni connect na fulani, akwambia twende kwa mganga fulani. Yule akikuchanja chale usoni kuweka alama sita tu, kila unapita pale anakuletea fedha, kumbe ndio kudestroy Ukija kumfungua kwenye upako, huyu ana maagano mazito sana. Mmesikia watu hapa, ikiwafungua watu tunaondokaje huyu, tulimka tulikabidhiwa tangu akiwa mdogo. Wewe unaanzia wapi? Wewe ni nani? Unatuoji wewe? Unataka olea wewe kama nani huyo? Tamaa, wazazi walitamani vitu vikubwa, wakajiingiza kwa miungu mashati magumu Wangapi umekutana na hiyo hali? umepelekwa mbali. Umepelekwa, wangapi umekutana na hiyo hali? leo hii shida unayotumikia ndugu, ugumu wa maisha unayopitia ni kwa sababu ya tamaa iliyokufanya eza, wewe au wazazi. Amen. ni kwa sababu tulitamani tulijiingiza wenyewe, tulienda wenyewe tulijikoneti kule mle, tukauawa ukachinjwa shingo, na wewe ushtuka, umeku, umekucha Elasabaka wa waswahili unatafuta nini, shuka wakati umefanyaje, umekucha. Yaajshtuka li ni imifungwa nini, wewe ulishaibiwa siku nyingi, wengi wameibiwa nyota, umeenda unalala na waganga fanyiwa matambiko ya ajabu, umechanjwa chali, wamekuvulia nguo, wamekuzungusha mji nzima damu, wamekuogesha na damu, yaani sio maji tena. Tamaa ya mali mpaka unaogeshwa na damu ya mtu, nawambia mtoe mama yako mzazi, mtoe baba yako mzazi, toa uhai wa mtu fulani ili ufanikiwe. Kumbe sio hivyo, tamaa inakufanya we ufungwe, na unafungwa na kamba nzito Tamaa ilimfanya mtu mmoja anaitwa Kaini akamuua ndugu yake wa pekee. Abii aliuawa kwa sababu Kaini alitamani sana kuwa the best. Alitamani kuwa bora kuliko mtu mwingine akauawa. Tamaa ya mali ni mbaya. Tamaa ya kutaka kufanana na mtu fulani ni hatari mno hiyo tamaa na kutenganisha amen. Sema hiyo kamba haitaniona, nimalizie. Ngoja anasema endelea kidogo mtumishi. Haleluya, amen. Nimesema tamaa ya mali, namba nne. Namba ngapi hiyo? Namba tano, mwanamke Sorry kwa kusema hivyo. Kitabu cha Mwanzo sura ya thelathini na tisa kumi na mbili, waandika namba tano mwanamke. Tafafanua vizuri kwa nini nimesema mwanamke. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 39 mstari wa kumi na mbili huyo mwanamke akamshika nguo zake akamshika nguo zake, akisema akisema, lala nami, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, aha, akakimbia akatoka nje, akakimbia ka... toka nje, akatoka nje Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake uh -huh. mkononi mwake uh -huh. naye amekimbia nje uh -huh. akawaita watu wa nyumbani mwake uh -huh. akasema nao akasema nao, akinena akinena, angalieni angalieni, ametuletea mtu mwibrania, angalia mwibrania, atufanyie dhihaka na atufanyie dhihaka, ameingia kwangu, si hapo tuwa... sema amen, amen. Amen. Kati ya kitu kingine ambacho ni kifungo kizito sana kwa watu wengi ni mwanamke. Why? na naongea jumla hii kwa upande zote mbili, lakini nimeandika kama pointi, mwanamke au unaweza kaongeza na wewe, usione kwamba nimebagua, andika na mwanaume, sawa? iko yeah. hivi mwanaume wa kwanza uliokutana naye kimwili ndio mume wako halali hawa wengine sio wako sasa sisi mtafanyaje <laughs> bwana bwana bwana umeguna sasa hapo. mimi sinafundisha au niache hiyo point nisiendelea na hiyo mwanamke yoyote wa kwanza wa kwanza uliokutana naye ndio mke wako halali. Mwanamke anaweza kukuletea laana na mwanamume anaweza kukuletea laana. Kwa sura ipi? Kinacholeta uharibifu ni vitu vifuatavyo. La kwanza, tendo la ndoa ni hatari kuliko kifungo chochote. Sasa hivi hapo ninavyoongea, amekuja baba yake mtoto, lakini wewe ni mama yake yule mtoto yule. Aliwaunganisha aliwa ajawaunganisha? Mtoto amewaunganisha ajawaunganisha? anawaita nani? Baba na mama. Kwa jumla wanaitwa nani? Wazazi. Wanaendelea nachoongea maana yake ile ni kifungo kizito sana, kwamba hakuna siku tutaachana. Tutaachana tu kwa mwili, kaa pembeni, lakini kiroho sisi tumeshikamana. Ndio maana sisi tunaamini, kwa jamii ya Kikristo, kwa jamii waliookoka, usikutane na mwanamke au mwanaume kabla ujaoa. Kwa nini? Ni hatari. Katika ulimwengu wa roho, mwanamke anaweza akakupa future au mwanaume anaweza kakuharibia future. Shetani anapata uhalali kwamba wewe unatufukuzaje? wakati huu nimezaa naye leo. Ukizaa na mganga wa kienyeji, roho zote za mganga inaama kwako na kwa watoto wako, na wale watoto watakuja kuwa na tabia ya. Kwa nini? Kwa sababu hati ya madai kwako kwa kuzaa naye.